Mke wa mwenyekiti wa taifa wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Mheshimiwa Tundu Lissu ameandika historia ya kipekee kwa Tanzania lakini pia kwa CHADEMA baada ya kutoa hotuba fupi lakini iliyogusa hisia za watu wengi katika mkutano wa kimataifa wa vyama vya siasa vya mrengo wa kati kulia, yani center right, uliofanyika jijini Brussels huko Ubelgiji. Mkutano um, huo unafahamika kama IDU. Na tukio hilo liligusa hisia za watu wengi lakini pia liliakisi hali ya siasa nchini Tanzania. Mke huyo wa Mheshimiwa Lissu anaitwa Alicia Magabe na alialikwa kuongea katika mkutano huo kwa kutoa neno lolote kuhusiana na masahibu yanayomgusa mumewe. Kwa hiyo ninaweza nikanukuu hapa maneno yaliyoongewa na MC mwendesha shughuli, ambaye aliwakumbusha wahudhuriaji kwamba mmoja wa watu ambao walitakiwa kuhudhuria ni Mheshimiwa Tundu Lissu, lakini hakuweza kufika. Na akasema ningependa mjue jambo moja, kwamba kukamatwa na kuendelea kuteswa kwa Mheshimiwa Tundu Lissu, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema, sio tu shambulio dhidi ya mtu mmoja bali ni mashambulizi dhidi ya msi, misingi ya uhuru haki na utawala wa sheria. Na baada ya kusema hayo, akasema kuwa ningependa kumkaribisha mke wa Mheshimiwa Tundu Lissu, Bi Alicia Magabe ajiunge nasi na kuongea chochote. Na mke wa Mheshimiwa Lissu aliongea kwa kifupi tu na kufahamisha kwamba mumewe alitarajiwa kuwepo kwenye mkutano huo, lakini hakuweza kufanya hivyo kutokana na kukamatwa na kufunguliwa mashtaka na akaenda mbali na kueleza kwamba mashtaka yenyewe si madogo, bali mashtaka haya yanahusisha kosa la uhaini ambalo kwa mujibu wa sheria za Tanzania lina adhabu ya juu kabisa ya kifo. Na kama unavyoweza kuona kwenye klipu husika, unaona kabisa kwanza, kwa upande mmoja a uh, Bi Alicia Magabe akiongea kwa majonzi makubwa lakini upande wa pili ni kwamba hotuba yake iligusa hisia za watu wengi sana. Sasa ni muhimu kutambua kwamba huu mkutano una uzito mkubwa, na kama nilivyosema, ni mkutano wa kimataifa wa vyama vya siasa vya mrengo wa kati kulia, yani center right, na ambao unafahamika zaidi kwa jina la IDU na mkutano huu una kusanya vyama vyenye nguvu vyenye uwezo uh, vyenye uwezo wa kushinikiza mambo mbalimbali. Kwa hiyo uwepo wa Bi Alicia na kuongea katika mkutano huu kuna uzito mkubwa, na pia licha kueleza ya kueleza yanayomsibu mumewe pia ilisaidia kufikisha ujumbe uh, kuhusu hali ilivyo nchini Tanzania. Kwa hiyo hili halikuwa tu tukio la kisiasa, bali pia la kibinadamu. Na alisisitiza uh, kama ilivyoelezwa katika, katika mkutano huo kwamba shambulio hili dhidi ya Mheshimiwa Lissu yani hii hali ya kukamatwa na kufunguliwa mashtaka ni, ni, ni, ni mpango kandamizi dhidi ya uhuru, haki na utawala wa sheria nchini Tanzania. Sasa uwepo wa mke wa Mheshimiwa Lissu Bi Alicia Magabe ulikuwa na maana ya kipekee, kwa mara ya kwanza katika mikutano ya kitaifa ya kimataifa. Ujumbe wa mateso ya kisiasa dhidi ya Mheshimiwa Lissu uliwasilishwa moja kwa moja na mtu wa karibu zaidi naye kama mke, yani uwepo wa mkewe ulikuwa na uzito zaidi ya pengine kungekuwa viongozi tu wa kawaida, wa watu wengine wangewasilisha ule ujumbe kwamba haya ndiyo yanayotokea kwa Mheshimiwa Lissu, lakini huu ni ujumbe ulikuwa unatoka katika familia kwa mkewe. Hii ilisaidia kufikisha ujumbe wa wazi kuhusu namna Tanzania inavyoshughulikia wapinzani. Kwa minajili ya kumbukumbu tu, Mheshimiwa Lissu alikamatwa April 9 mwaka huu 2025, muda mfupi tu baada ya kuhutubia mkutano wa hadhara huko Mbinga mkoani Ruvuma na baadaye, baada ya kukamatwa, alisafirishwa kupelekwa jijini Dar na hatimaye kufikishwa mahakamani ambako alisomewa mashtaka manne, moja likiwa ni hilo shtaka la uhaini. Sasa, kwa kuwa ile kesi yake bado iko mahakamani upo uwezekano wa kutumiwa kwa shinikizo la siasa ku, ku hukumu ya kesi hiyo nayo na ikatolewa katika ma mazingira ya kisiasa, kwa sababu mpaka sasa hivi mtizamo um, wa watu wengi ni kwamba kesi nzima hiyo ina ina shinikizo la kisiasa. Lakini ni muhimu pia kukumbuka kwamba kuhudhuria kwa mke wa Mheshimiwa Lissu na kutoa hotuba kumekuwa na faida kubwa zaidi kutokana na ukweli kwamba siku chache kabla ya mkutano huo, naibu katibu mkuu wa Chadema Amani Golugwa alikamatwa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere alipokuwa njiani kuelekea, kwenye kuelekea Ubelgiji kuhudhuria mkutano huo, na kitendo hicho kilitafsiriwa kama juhudi za makusudi kuzuia ujumbe wa Chadema kufika katika jukwaa hilo la kimataifa. Kwa hiyo uwepo wa Bi Alicia mke wa Mheshimiwa Lissu haukuwa tu ni symbolic, yani wa kiishara, bali ulipeleka ujumbe kwanza wa kifamilia, lakini pia kwa niaba ya Chadema, lakini pia kwa niaba ya Watanzania, na pia unaonyesha kwamba chama hicho um, hakijakata tamaa kwa kuwa kuna sauti ya kimataifa, kuna platform za kimataifa ambazo zinaweza kufikishiwa ujumbe. Pia aliwasilisha aliwajulisha wa ujumbe uh, wajumbe wa mkutano huo kwamba familia ya Mheshimiwa Lissu inaendelea kuathirika kutokana na mwelekeo wa siasa za serikali ya Tanzania, kwa sababu mke huyo Mheshimiwa Lissu bado anaishi uhamishoni kwa Ubelgiji, kutokana na mazingira yaliyopo nchini Tanzania. Na hotuba hii kwa hakika iligusa hisia za watu wengi, lakini kuna jingine ambalo, hili la like kifamilia zaidi, kwa sababu kabla ya tukio hili, kulikuwa na porojo nyingi zinaendelea, hasa kwenye mitandao ya kijamii, na zilikuwa zikipazwa zaidi na hao machawa wa CCM, ambapo walikuwa wakidai kuwa Mheshimiwa Lissu na mkewe wametengana, na wakaenda mbali zaidi na kuzusha vitu mbalimbali, kudai kwamba kama Mheshimiwa Lissu alisaliti ndoa yake na matokeo yake mkewe akawa ameachana naye. Kwa hiyo kutokea katika mkutano huu mkubwa na kumwakilisha mumewe kumeua hizo porojo zilizokuwa zikifanywa dhidi ya Mheshimiwa Lissu, na kuhudhuria na kusimama mbele ya dunia kumwakilisha mumewe, alithibitisha wazi kuwa familia ya Mheshimiwa Lissu bado ipo imara. Hili lilikuwa pigo la moja kwa moja dhidi ya propaganda za kisiasa zinazolenga kudhoofisha taswira ya Mheshimiwa Lissu kwa upande mwingine, lakini uh, ya upinzani kwa upande mwingine, um, kwa hiyo katika hili lina uzito mkubwa kama nilivyosema awali. Kwanza, jitihada zilifanyika kumzuia Bwana Golugwa kwenda kwenye mkutano huu, na lengo la kumzuia lilikuwa kudhibiti ujumbe unaweza kutolewa na Chadema kuhusiana na kinachoendelea kwenye kesi ya Mheshimiwa Lissu, lakini hali ya kisiasa nchini Tanzania. Lakini uwepo wa mkewe uh, Mheshimiwa Lissu kwenye mkutano huu umeweza ku, ni kama kuua ndege wawili kwa jiwe moja, kufikisha ujumbe wa familia lakini pia kufikisha ujumbe Chadema um, na hili ni, uh, ni mafanikio makubwa lakini pia naandika historia kwa mke huyo Mheshimiwa Lissu kuwa sehemu ya harakati za mapambano ya kudai haki nchini Tanzania. Kwa ujumla tukio hili limeweka rekodi mpya ya namna siasa za ndani za Tanzania zinavyochukua sura ya kimataifa. Mkutano wa IDU sasa umebeba ushahidi wa wazi kwamba siasa za ukandamizaji bado zinaendelea nchini Tanzania na kwamba sauti za waathirika zinaanza kusikika. Kwa hiyo ni matarajio ya wengi kwamba uh, mke wa Mheshimiwa Lissu na hotuba aliyotoa, um, yeye binafsi ataendelea kuwa mmoja wa mabalozi wa sauti za waliokandamizwa hadi hapo haki zitakapopatikana. Yee weo una mtizamo gani kutokana na hili tukio ambalo kwa hakika limegusa hisia za watu wengi, hasa ikizingatiwa kwamba mke wa Mheshimiwa Lissu, licha ya hizo porojo kwamba alikuwa ameachana na mumewe, si hakuwahi kuwa mtu wa kuongea like, sio mtu wa kutokea mara kwa mara hadharani. Basi tupia comment komenti yako hapo chini, na asanteni na kwa hereni.